Ah, mwenyekiti kwema, kaa kule kaa huko yeah. <laughs> kwa <nini? laughs> mbele huko anachukua tofauti <laughs> <laughs> hey, hey, hey, kwema, alhamdulillah. Bwana, umekuja kuangalia mchezo wa Yanga Princess, eh, mmefungwa eh, mabao mawili eh, kwa sifuri eh, kin, eh, um, kwanza umeyapokeaje matokeo haya? Ah, matokeo yameniumiza, matokeo yameniumiza sana kwa sababu tulikuwa na dhamira ya dhati ya kushinda mchezo wote mnafahamu Yanga Princess kwenye huu mzunguko wa pili tumeboresha timu yetu, tuna timu nzuri na tuna dhamira ya kupambana tuweze kufa, kupata matokeo mazuri au angalau kumaliza kwenye nafasi nzuri uh, kwenye msimamo, lakini imekuwa imekua bahati mbaya uh, tumepambana sana lakini JKT wana timu nzuri, lazima tukiri hilo jambo, wana timu nzuri ambayo imeonyesha ushindani, na leo imekuwa siku nzuri kwao, wamepata matokeo mazuri kwao. Tunaondoka hapa tukiwa na simanzi, lakini tunaamini waliokuja hapa Wameenjoy Football. Yeah. Kwa namna ambavyo uliona timu yako unaifahamu vizuri mwalimu, alivyofanya rotation haikukushtua ile? Hapana, ni kitu cha kawaida kwenye football. Eh, kuna wachezaji ambao tumewasajili natakiwa wacheze tuone quality yao, na mechi kama hizi za JKT Tanzania ndio mechi ambazo unaweza kwenda kuona quality nzuri ya player ambao uko nao. Kwa hiyo nimpongeze sana kocha wangu Edna Lema na wasaidizi wake na Said Maulid kwa rotation nzuri ulioifanya, kuhakikisha tumeona sasa squad yetu imefikia wapi ko naamini kila mwana Yanga, kila mwana Yanga duniani ameridhika na timu leo, hata kama umizwa na matokeo lakini, ameridhika na ama timu pambana Eje kita. Eje kita ni timu nzuri ndugu yangu, tumeona coach eh, timu yake imepoteza, lakini eh, mashabiki wameweza kumzawadia fedha. Hiyo ni kuonyesha wamefurahishwa na performance. yes, yes, yes, tumefurahishwa na performance sababu timu inazidi kuimprove, kule ambako ya tulikuwa Yanga Prince na sasa hivi ni tofauti kabisa, timu inazidi kuimprove kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapa pole wale ambao walishiriki kutuombea dua siku ya leo, hmm. eh, dua zetu na zao hazijazaa matunda. JKT ni timu bora eh, imetuadhibu, unaiona ikichukua ubingwa. Nisubiri, e si, nimalize. hmm. Basi ndugu yangu, si niwaishe mwisho hmm. wale wote ambao walikuwa wanashirikiana na sisi kutuombea dua hmm. Niwape pole, niwaambie eh, imeshindikana, dua zetu na wao zimegonga mwamba. JKT ni timu nzuri, ni timu kubwa ni timu ambayo sisi kama Yanga tumeridhika na kichapo walichotupa siku ya leo. Tunakwenda kujifunza. Ambaye hajaridhika ni shauri lake ila wenye mechi kama Yanga tumeridhika, tumeona performance ya timu na tunakwenda kujiandaa, tuboreshe wakati mwingine tumfunge JKT Tanzania. hmm, anashika eh, usukani sasa hivi yupo kileleni pale manake, eh, mechi zimesalia kama mechi mbili, unamwona kwenda kuchukua ubingwa wa JKT namna ambavyo umecheza naye, make umekili kwamba ni timu bora JKT? Wana timu nzuri sana wana timu nzuri sana na sijui itakuwaje huko mwisho lakini kila timu akiwa na mechi mbili, sisi hatuwezi kusema naye atakuwa bingwa. Sisi tunapambania pia hilo jambo, lakini performance yao ne, waandishi mnajua ikitiwa mm, timu nzuri kama watafanikiwa kuchukua ubingwa basi tutawapongeza. Mwisho wa msimu akichukua mwingine tutampongeza pia mm. Eh, ndo ungwana, ndo ndo fair play hiyo. Unaona dalili ya mwingine kuchukua ehe? Kufuatilia, kufuatilia, uh -huh. Inawezekana, inawezekana. hey, usivunje usi watu moyo, inawezekana <laughs> eh, au wasemaje ndugu yangu Amani? Inawezekana ka, kabisa bana. mpira unadunda. mkizidi kunioji sasa nimepelekwa kwenye unafiki. Bwana mnietie hapa hapa nimalize eh, si ndio? mjalizika mm, uliandika pale tunashambuliwa sana, sana sana, kwa sababu toka asubuhi nilikuwa nikipokea message za marafiki zangu ambao ni mashabiki wa Makolo wakiniambia leo tuko pamoja na nyie, nendeni mkawachape JKT. Na wakatuambia mkishinda kuwachapa hata sare tu, sisi fresh. Tukawaambia hamna shida, sisi tuna timu nzuri, tutakwenda kupambana hasa. Half time mambo yalikuwa magumu, tushakula chuma mbili, ikabidi niwape taarifa wale wote ambao waliniambia tupambane, jamani, hali ni ngumu sisi tunashambuliwa huku, na dua mmebakisha ongezeni, sisi hali ni mbaya huku, JKT wanakuja. Mtoto kama anajua mpira, tumeshindwa kabisa kumkaba huyu, speed uko vizuri. Kwa hiyo pa mpango usajili kwa sasa hivi bado, JKT hawana wachezaji wa mkopo. Sasa hivi tumeanza kuchukua mkopo, nimekwambia hivi wachezaji wa mikataba hatujaanza kuwasajili sasa hivi. Tumeshamalizana na wachezaji waliokuwa kwa mkopo kwenye timu zao, ndio hao tumemalizana nao. Mkopo miezi mingapi? Sasa huyu tena anasema, wamesema kati, nasema wamesema kati, mimi naambia, nimesema mkopo miezi mingapi mmemchukua? Walikuwa kwenye mikopo kwenye timu zao ambao walikuwa hawana uhakika na mikataba hmm. washakula mikataba kwa Khalid Said Mohamed end yeah, of the story eh, friji limenane bwana ah, nyinyi mnashindwa kusema mnaogopa yeah, au kwa sababu mjenda Moroko <laughs>